Bro, ebu simama hapo kiasi? Hey, eh, bana kuna mali na waje. So utaiki kuniongelea tunajua ni kwani anajua umeulikuwa mnaniongelea. Wei Shia, nikuongelee kwani uko na nini? By the way, kwa taarifa yako, nilisikia ukiambia ukiwa kidemu chako kibovu, penye ati nilipatiwa kaswende na ule church guy. <laughs> Eti kibovu, kubali tu wewe hujui kujichagulia mali hadi unajichagulia mali tu zenye ziko na kaswende. Vibaya, ulimwomba akakunyima. Mi nimwombe kwani, sina akili? nilisikia <laughs> stori zako bana, weishia, lakini ilikuwa lazima umwambie venye mademu anakompleni ati nawasambazia kaswende hmm. Acha kuniwestia time, alafu ujue demu yangu awezi boeka na nanikona stori zako tamutamu bana.